Biashara ndo zilivyo siku zote ni kupambana tu. Jambo? Jambo, tunaomba msaada. Haya sawa. Jambo? Yes, sawa. Si jambo. Tukia wapi? Kule. Tukondeni huko. Asante. Mtoto? Ah, bwana wewe, bwana mwanangu uko apatie nini bwana? Mtoto nimemwacha nyumbani, ni bwana anakula gais mtoto wako. Wewe, nilikwambia nini kuhusu huyu? Semi lakini kaka aliniomba mara moja. Naona unataka kujua mimi sura wangu wa upande wa pili. Kwa nini umeamua kuja hapa? Kwa nini umenifuata bara ili kunidhalilisha? Si ndio maana yake

La Chozi. Chozi. Chozi. Chozi la Husein. E, vijana, uliangalia jana? <laughs> Niliangalia yote nakwambia hmm. Iliishaje? Iliisha vizuri yaani, we we acha tu mwenye utajua mwenye, si ulilala? hmm. unaweza ukaniadisia, wee mi nikwadisie? si ulilala kwa kwalaa e, kwa, kwa raha zako hmm. bwana dada, si uniadisie tu hmm. akata staki <laughs> wewe ulilala ukaniecha, mi nangalia nikakesha nakamia mpaka asubuhi, afu milia i nikwadisie. Wewe kila siku nalala nazoea, sikwadisie. Sio vizuri bwana, mbona wewe nakupaga utamu. Shikamoo, baba.

Nani wa kumfariji sijamwona, asa mme wangu, vitu vyote vimeisha ndani, unga, mchele, mafuta hamna, hamna. Asa, hilo <laughs> ni swala kweli la kuniambia hapa? Mimi kila kitu nishakuachia mezani kabla hata ujatoka, sema tu ujiangalia. Ah, basi sijaona. Asante Baba mme wangu, baba Hussein. nini, kwani ni lazima uniite baba Huseni? Kwani ukiniita baba Abiba utakuwa umepungukiwa na nini? Ni lazima tu umtaji Huseni? Aniambie, unasemaje sasa? Kwani mme wangu kuna utofauti wa watoto hapa ndani? Kuna utofauti wa Abiba na Huseni humu ndani? Mme wangu, ujue mimi siku zote nailazimisha furaha, lakini furaha sina katika moyo wangu. Unavyomnyanyasa Huseni, mimi naumia, naumia sana mme wangu na ulivyo na vitu unavyovifanya ni tofauti, sio vizuri unavyofanya, mme wangu. Kwa hiyo mimi leo namnyanyapa Huseni si ndio? Manake hivi Huseni vitu vingapi hapa ninavyomfanyia, kuna kitu ambacho ukijui? Katika watoto wa ndani ninawapenda, Huseni ni namba wani, nampenda sana na kila kitu namfanyia, tena nampenda kuliko tena mwanangu wa Biba. Leo nakuja kuniambia mimi namnyanyasa Huseni? Kwa kweli umenikosea, umenikosea tena sana. Usiwe mnafiki wewe mwanangu, Yani una roho kubwa kama jaba, kila siku unamnyanyapaa mtoto, unamnyanyasa mtoto. Ni mtoto wa kiume, mambo yata yatakiwa kuambia wewe, sio mimi, lakini kila kitu nikibebe mimi. Jamani, hivi kwa nini unanifanyia vitu kama hivyo? Ujue na mimi ni binadamu, nina nyongo, naumia mme wangu, naumia katika moyo wangu na katika nafsi yangu. Unavyonifanyia mimi sipendi katika maisha haya, yani mda mwingine anatamani hata kufa, lakini najiuliza, nikifa mimi Mwanangu ataishi vipi? Atalelewa na nani? Katika hali aliyokuwa nayo jamani, unanifanyia kitu ambacho mimi sipendi. Usinitoe nje ya mimi. Mimi naenda zangu kazini, na leo nina kikao. Usitake nianze kufikiria mambo ya nyumbani kwa ajili ya Husein wako. Kama una lolote la kuongea sasa kuhusu huyo mwanao Husein, ningoje nirudi.

Vipi kuhusu ule mzigo wa mandarini, umeshafuatilia ule? Yeah. Mzigo nimefuatilia na nimehakikisha kila kitu kipo sawa, kwa hapa tunasubiri wao tu, maana sekretari nilimpa zile documents ili akupatie ukawajibike, hakunirejeshea majibu yoyote, nikaona labda huna taarifa yoyote bana, nimekuuliza Alafu bosi, sekretari wako huwa anafanya mambo nusunusu sana, yani huwa aleti taarifa kwa wakati kabisa, yani na ile swala nilishakuambia, lakini mpaka sasa hivi sijaona chochote juu yake, kwa hiyo siwezi kuingilia sana. Ah, ni kweli yule sekretari bwana, sijui mtoto au sijui, kwa sababu hata kuja kwake kazini anachelewa nachukua sana muda. sijui anasumbuliwa na nini. Afu bosi, kuna, kuna taarifa nimezisikia. Taarifa gani tena? wale watu uh, wa Arusha ndio. hmm. hmm. Ndio, nawakumbuka, nakumbuka vizuri. Sasa mwaka huu wanataka mara mbili zaidi, kwaiyo nikategemea hapa ndo tunazungumzia hilo swala. Basi wao, basi yule secretary hajaniambia chochote? Ndio wewe sasa hivi hapa unakuja kuniambia. Sawa sawa, hilo limepita, halina wasiwasi, nitadili na secretary Nawaona wasoma wenyewe. <laughs> <laughs> <laughs> Ndiyo mama, hapo sinaelewa. Mi nipo vizuri kwenye hesabu, kuona mweka sawa. Nafurahi sana watoto wangu. Mm, unajua kwenye biolojia mi nilikuwa mwanzo kabisa, nilikuwa wa kwanza wa kwanza kule. <laughs> kuona mweka sawa. kakaango nini ya mtoto wangu sasa. Habiba mwanangu. Abe, mama. nataka nikutume sokoni leo, baba yako anataka kambale wanazi. Sasa nenda huko sokoni ukayabanange ununue waliooza. Si unamjua yule mzee <laughs> alipokuwa na domo leo patakuwa palaliki hapa. Lakini wewe mwenyewe si unakumbuka pale nyuma ulivyonitumaga nikuletea vitu vizuri. Wewe mwenyewe ulifurahi. <laughs> Mimi hmm, nakuaminia lakini, ndio hivyo. Sio ukalewa sifa tena ukaleta yenye wadudu hapa. Patachimbika, mimi simu. Namjua vizuri ya mzee wangu. Aya, sawa mama, mimi nitakuletea vitu vizuri. Lakini mama. Aha. Huseni babangu, ulikuwa unasemaje? Mtoto wangu, nilikuwa tu na kukumbusha kuhusu lile swala. Vipi le mama, swala shule? Ndiyo, ee, ndiyo mamangu. Sikiliza mtoto wangu baba yako anakumbuka sana swala la shule, na kila siku anaongea, useni mwanangu ataenda shule, nitampeleka shule nzuri, nitamnulia unifomu, nitamnulia begi nzuri, yaani kila kitu alikuwa anaongea baba yako. Sema tu kitu kimoja, baba yuko busy sana wiki hii. Ndio maana unaona kama hajali, lakini baba anakupenda sana na baba anajali sana, sawa mtoto wangu. Abiba, abe mama. Nenda haraka basi urudi tuwai kupika sawa. Sa, mama na <laughs> Aye, mtoto mtoto wa Huseni babangu, usijali hey, mwanangu eh? Basi, ngoja mimi niende nikaandae maandalizi ya kupika, sawa? Manyanyaso, maisha niomemtinga nyuma hamberaoni kabisa. Nani wa kumfariji? Sijamwona, labda Mola. Hana pa kwenda, hana pa kukimbilia, hana pa kwenda. Huseni, Huseni, chozi, chozi.

Kuna taasisi imeanzishwa, hiyo taasisi inashughulika na watu wenye uhitaji, kwa mfano ulemavu wa macho, viungo vya mwili, kwa mfano miguu, mikono. Wale wanatoa msaada kwa ajili ya kuwapa elimu ya juu zaidi. Halafu nikiangalia we pale nyumbani kwako una mlemavu pale Hussen, halafu bosi, we ni mtu mkubwa we ni mtu maarufu sana, mfanya biashara mkubwa, unafahamika. Nafikiri nafasi kwako itakuwa rahisi Useni kupata pale, Robi. Yes boss, tumekuja hapa kuja kuzungumzia masuala ya kazi. Tukiachana masuala ya kazi, tumekuja kupata burudani, tumekuja kuenjoy, tunywe vinywaji, baadaye tukapumzike. Sasa masuala ya Useni hapa yanaingiliaje? Na nikuhakikishie tu, mimi siko tayari Huseni aende kusoma, siko tayari kabisa Huseni aendelee. Tayari mimi nina mpango ishamwandalia Huseni mzuri tu, atafanya kazi, ataingiza kipato chake mwenyewe kitakachomfaa, lakini sio masuala ya elimu. Pale sokoni nishaomba nafasi na nishawatuma baadhi ya vijana kwamba wanitafute viatu vibovu vibovu, waviweke pale, atakuwa fundi viatu mzuri tu na ili miguu yake pale, wateja atakuwa wanaenda wanatoa pesa wanashona viatu, yakatulia tu, sio elimu. Elimu itamsaidia nini? Yule bwana hakuna elimu, kazi yake ile ni kushona viatu tu. Yaani bora mume wangu umerudi! Manake leo nina yani, ni furaha yaani, si tu hata nikuambie, hebu nichaukae hapa kwanza <laughs> ha, ebu niambie furaha yako. Yaani mume wangu umechelewa kidogo tu, kulikuwa kuna tangazo hapo linaoneshwa kuhusu watoto ambao yani wenye mahitaji maalum watasomeshwa bure, watapewa kila vifaa vyote vya shule. Anayetaka kukaa boarding atakaa, anayetaka kwenda na kurudi atarudi. Yaani yote amemlenga ya mtoto wetu wa Huseni. Kwa hiyo unataka kuniambia hiyo shule ya watoto wenye mahitaji maalum, nataka kumpeleka Huseni akasome. Unauliza, tena sasa, si ndio majibu yenyewe, pigia mstari jamani. Mimi ulivunita kwa furaha kwa bashasha, nikajua kuna jambo la msingi kabisa na la maana, unakuja kuniambia mnataka unakuja kuniambia upuzi wa Husein, eti Husein nataka kumpeleka shule? Husein na akili gani akota shule? Au ulivyosikia amepasi? Ndio naona na akili mimi nakwambia ni bora ungemshikilia unge Abiba mwenye akili yule sikafeli lakini sasa yule Abiba ndo mwenye akili mwanangu mie, kuliko Huseni. Huseni atafanya nini sasa mme wangu? kwani haki hata siku ile, kwani kuna utofauti gani yani ya Huseni na Abiba? afu vile vile mme wangu, mtoto anatakiwa aende shule kwa sababu elimu ni haki ya kila mtoto sasa Kwani mme wangu, shida ni nini? Mbona kama yani unaweka yani kwenye liswala la Husein, yani kama unaweka yani ukakasi mwingi yani, mimi hata sikuelewi. Ujue Husein anafanya nini shule, akafanyi nini shule? Vile alivyo la kwanza akili hana, ukiondoa akili Husein, vile vile ni mlemavu unataka kumpeleka shule. Nishawai kukwambia, useni niachie mimi, mimi ndo nitajua kazi gani afanye nini afanye na nini asifanye, lakini sio swala la kumpeleka shule. Unasemaje mme wangu? Yaani, yan kasanakutoka kasati useni mlemavu kweli? Mme wangu, hivyo mwenyewe unajiona uko sawa? Mme wangu, acha hizo, hawezi chochote. Hujua elimu ni haki ya kila mtoto? Hicho kitu wewe ukijui bana. Nyamaza wewe. Tena usiniambie kabisa maswala ya Husein mimi. Basi babangu, amekuwa hayo manyanyaso maisha ni umemtinga nyuma hambelaoni kabisa, mnaniwa kumfariji sijamwona, labda Mola hana pakwe. <laughs> Minakwaminia eh. Nilikwambia lazima aende shule ilimradi ilisala ishafika kwa mama hapo. <laughs> Lazima aende shule au unasemaje kaka yangu? Ah, nitafurahi bwana, nikienda shule, nitafurahi sana kwa sababu na ndoto zangu nisi, unajua dada, dada, we usijali na no, nakizingatia ile tangazo tuliona kwenye TV, yaani we uhakika umepita mule mule, bado mama tu kumfikishia baba. Mimi, mi na imani baba hataleta pingamizi, utaenda shule. Nakaminia kakangu na akili kana kuona mpira hapa. <laughs> ah. E, Ronaldo hapa, yaani Ronaldo hapa, mpila hapa, goli. Unanijua mwenyewe, usijali kakangu, hapa limepita ila yeah, tu, dadako nipo hapa